Eneo hili ndugu zangu wananchi, chombo kilichopo mbele yetu ni mwenge wa uhuru ulioasisiwa na baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1961. Lakini mwaka 1958 na baba wa taifa akiwa mjumbe wa baraza la kudumu la kutunga sheria alisema maneno yafuatayo, wa sisi Watanganyika tungependa kuuwasha mwenge wa uhuru na kuuweka juu ya mlima Kilimanjaro umurike ndani na nje ya mipaka yetu, ulete matumaini mahali ambapo hakuna matumaini, ulete upendo mahali palipo na chuki, na heshima palipojaa na dharau. Maneno hayo baba taifa alirejea mwaka 1959 katika kikao cha 35 cha baraza la Umoja wa Mataifa, akiwa mjumbe halali ambaye anapambania uhuru wa taifa hili. Mwaka 1961 baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliuwasha mwenge wa uhuru na kumkabidhi luteni Alexander Ngwemba Nyerenda pamoja na vijana wenzake kuupandisha mwenge wa uhuru na bendera ya Tanganyika juu ya mlima Kilimanjaro. Mwaka 1961 tarehe 9 Disemba, wakati Tanganyika inapata uhuru, baba wa taifa akiwahutubia wananchi wa Tanganyika, Afrika na dunia kwa ujumla, alisema maneno yafuatayo: sisi tumekwisha kuuwasha mwenge wa uhuru na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro, umurike ndani na nje ya mipaka yetu, ulete matumaini mahali ambapo hakuna matumaini, ulete upendo mahali palipo na chuki, heshima palipojaa na dharau. mwenge wa uhuru we